Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu, karibu tukupashe, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege. Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja amepuuza kisa cha kutekwa nyara na kisha kupatikana kwa mbunge George Koimburi kwenye shamba la kahawa katika kaunti ya Kiambu. Kanja amelitaja tukio hilo kuwa sarakasi za kisiasa akiwaondolea lawama maafisa wa polisi kwamba walihusika. Mwanahabari wetu Melita Ole Tenges anaarifu zaidi huku maswali ya kizingira utekwaji nyara wa mbunge wa Juja George Koimburi na baadaye kupatikana kwake katika hali tata eneo la Kibichoi Githunguri, Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja leo ametilia shaka kanda ya video iliyosambazwa mitandaoni. Pia Kanja anadai kwamba uchunguzi kuhusu sehemu alipopatikana Koimburi umefichua mambo tofauti. The caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wajigi, stated that he had not witnessed such an incident. Kadhalika, Kanja anadai Koimburi alikimbizwa hospitalini kutumia gari lake mwenyewe na kutilia shaka namna ambavyo wandani wake walifahamu kuwa atatupwa eneo hilo.

Awali, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka walifika hospitalini Karen, ambapo walikashifu madai kwamba Koimburi alipanga njama hiyo mwenyewe alive ig Kanja please do you can you can you tell that story to the bands not to kenyans it doesn't make sense abductions and all forms of extrajudicial processes must come to an end in this country melita or lettin guess runinga citizen